zangu nimewaita hapa, lengo la kuwaita tuyaweke sawa haya mambo. Kama mnavyojua, wiki hii iliyoisha tulikuwa Mbeya. Sasa bosi wetu kanipigia simu jana jioni, kananiambia kwamba inatakiwa tuendeleze na ile kazi yetu, hivyo basi akanipa mikoa ya kuichagua, tuchague mkoa gani wa kwenda kati ya Tanga, Korogwe na ni kijiji cha Korogwe, au twende Dodoma sawa, au twende Morogoro. Sasa mimi nikaona ili swala tu, tuitane yote tuliweke sawa, bora mi kwa maoni yangu Nikipenda fursa hii tungeipeleka Tanga kwa sababu Tanga ninapojua vitu na kwanza kuna mazingira mazuri. Wanangu Tanga sio poa. Tanga kumedamshi. Na maana kama tunaenda kupeleka hii fursa kule Tanga, wenyewe mtakuja kusema kwanza kuna bichi nzuri, kuna mazingira safi, Oya. Yani kuna kila kitu muulizeni huyu siku wao. Oya, sikilizeni, nimesikia Tanga mimi napajua, na kule kumbukeni, Tanga mimi ni nyumbani, mazingira yote nayajua na Tanga kuna mazingira ambayo yametengenezwa mifumo ya visima kiasi kwamba yani kila mwananchi ana kisima nje. Sasa ukizingatia kama hii zebu ya kisia ya dini ya Kiislamu wamewe yani wameweka visima kila maeneo walikuja wali wafadhili. Kwa Tanga kuna visima vingi sana. Labda tuangalie maeneo mengine. Kuna mikoa ambayo ina uhaba wa visima. Kuna mikoa ambayo wanafuata yani visimaji mbali kwa sababu ya nini? Visima kutoka viko mbali. Kwa hiyo tujaribu kuangalia taratibu zingine. Au mnasemaje wenzangu? Wanangu, mimi nimewasikiza vizuri kabisa yaani nimewamanya vizuri kabisa kuhusu maswala anasema tu, tuendeni Tanga. Wanangu, Tanga tunapotea wanangu. Kama na kumbukumbu, Tanga tushaikwenda. Kama nakumbuka, tulienda Tanga, tulikuta kila nyumba ina kisima. Tulifanya kazi, hatujafanya kazi, tulirudi, tulikula hasara mimi nachoona, twendeni Morogoro. Cha kwanza Morogoro tutafurahia, tutatalii, tutaenda maani Mikumi pale, mbuga za wanyama tutaenjoy. Tutaenda Mvomero, kuna milima kule maji yanaporomoka, tutaogelea hivyo. Tutaenda hata Matombo, kuna milima kule wanalima magimbi, tutakula hata magimbi. Halafu Morogoro ile pale kuna wanangu aakula wa kwa jashwaa mtaenda kuwajua. Kuna hawa washikaji wanajita walakenge, mtawajua hadi washikaji hawa chapajogoo, mtawajua. Mimi nachoona tuendeni Morogoro kata ya Mbigili au mnasemaje? Basi sawa, mimi niwaita hapa lengo tu, tujadiliane, ila kama tutapitisha mkoa wa Morogoro sawa, imesha Jamani tumekubali kwenda Morogoro? Haipingwi mimi kwangu mimi haipingwi. Morogoro wana ila kwa sababu oda ishatoka teteni kwenda Morogoro Baba na kitumbo chako wewe utakula mpaka ukome. Wewe matombo unaijua matombo? Morogoro kwa kishamba bwana, sasa tunaenda tu basi kwa sababu kazi. Alafu nimepita hilo. Morogoro kuna msanii fulani hivi, eti msanii bondia fulani. Eh, kasa wewe mfupi. Sasa tuachane hapo, ngoja basi nimpigie hapa simu. Eh, ili tujue tuna tunafanyaje hapo. Mimi nipagia tu kwa kina kipara kwao. Mheshimiwa, naoikaaga ofisini, simu zinaita mpaka basa, atakuwa iko mbali naye. Ngoja tujaribu tena. Mcheki, uta enjoy kule. Enjoy na tumbo tumbo la lako hilo. Mwendo wa hivi milima, wahivipanda milima. Hey, mheshimiwa namchitema, habari yako? Salama, habari za mida tena, na wewe? Safi, sijui nyie. Namshukuru Mungu, niambie sasa Mheshimiwa, uh -huh. Hapa ndipo na vijana e, kuhusu ile swala tuliokuwa tumeongea jana, tumeitana hapa lengo kuliweka sawa, lakini mkoa tuliokuwa tumeuchagua twende Morogoro, kata ya e, Mbigili e, kazi tukaifanyie huko. Sawa, hilo ni jambo zuri na huo ni mkoa mzuri, ila kikubwa hapo kinachotakiwa enyewe kuwa makini E, umakini utakuwepo, umakini utakuwepo na utendaji wetu ule ule wa kazi, kama kule tulivyokuwa tumetoka Mbeya. Kazi tunayofanya wewe mwenyewe unafurahia. Basi sawa, sasa cha kufanya, wewe baadaye njoo huja uchukue pesa hapa ofisini kwangu. basi sawa, hapa nimeweka loudspeaker, wote tupo hapa na wanakusikia. Mi nitapitia hapo hiyo hela, alafu nitawasambazia hao. Basi sawa, niwatakie kazi njema. Shukrani, mheshimiwa. Safari ni kesho, si ndio? Ni kesho asubuhi. Basi sawa, niwatakia safari njema. Jamani, nadhani hapa wote tumesikia. Hiyo ndio. Sasa kesho asubuhi tu safari, ila hela nitapitishia leo jioni. Kila mtu afanye maandalizi yake, sidhani kama kuna muda tena hapa kupoteza hapa. Nina kwambia kabisa mimi kama kawaida yangu najua mimi bila kuona akaunti ya Isomi Nikiona akaunti aisomi mimi siendi. <laughs> acha mambo mengi na wewe. Basi, umesikia jamani. Mimi napita, mi napita kwanza nikamwambia shemeji yenu kwanza. sasa <coughs> <coughs> Sasa si najua a mimi bwana kipaa, shemeji namkuta huko huko. Sasa tutawasiliana na mwanamke namkuta huko Morogoro, huko huko. Wewe utaweza kula watu wako hapa hivi uta. Kale magimbi kwanza sasa <laughs> sasa. Usisahau sasa, mazingira yangu kitaka kuondoa wewe uje na flash yangu mwanangu

Umefikaje hapa kwenye mji wangu? Naitwa Jini Thamara. Nimetokea bahari ya saba na nimekuja hapa, kuna ndugu yetu wamefungwa katika mji wa watu, hivyo tunahitaji msaada wako. Unahitaji msaada wangu? Kwani wewe si jini? Na huyo mwenzako jini, wewe unashindwa kumsaidia? Ndiyo, naweza kumsaidia, ila nimeomba msaada wako kwa sababu itakuwa rahisi wewe kumsaidia, kwa sababu wewe ni nusu mtu nusu jini. Nusu mtu nusu jini? Ndio. Wewe ni nusu mtu nusu jini, nitawezaje kumsaidia wakati sijui mahali alipofichwa? Hata kama nikifika kwenye huo mji wa watu, sisi tutakuwa pamoja na wewe endapo tu utakapofika katika mji wa watu, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Nimekuelewa. mji wa watu mji Sio kabisa vipi wewe mbona kama hivyo muda unaenda umekaa ndani vipi na mchumba au? Mchumba wapi baba? Kitumbo ah, ah. <laughs> <laughs> Niambie wewe mshede shede muda mwanangu tunakoenda kijijini kule tujui wageni. Sasa tuchelewe tena. Dakika mbili basi. Umejisahau. Changamka basi eh. Tutakuja kulaliwa <laughs> Kaa kizembe tu ndani. Kama hujatoka Masaki usiku wewe sijui. Wapi kijijini huko mwanangu. Sasa ujiandae, unajua. Ndio hivyo. Tunataka kwenda Tegeta umlete yule. Tegeta wapi? Utaenda kula miogo. Labda upala nibebe mwanake. Yule mwezi mtoto wa Masaki yule. Ye mtoto unajua nimeitoa wapi? Kunduchi. <laughs> Daeta demu moja, wenzake wanaagiza chips, anaagiza mioko ndogo <laughs> <Yo>, wapi <happy. laughs>

Ng'ombe wapi? Ngamia, ngamia hiyo, kwa hapo naumia wewe, chetewo baba unadonda. Wanangu mwacheni ile ngamia hiyo, umesikia? Wanangu mwacheni, hebu. Hebu. Umesikia, yeah. Hebu mwacheni wanangu, tuondokeni wanangu, sio kama tatizo tupo hapo, hebu sukuma, mwache mtu mwenyeji si alivyo, tuondoke bwana. Sio kama tatizo bwana, mwache tuondoke bwana. Ila waondoza ila Jesu. Huyu mtu au naota akatuambukiza ngojeni kwanza, jamani, mwanangu we mbishi, mwanangu atakupa we matatizo wewe, wewe mwanangu, mwanangu we, we, anga mtu mwenyeji si alivyo huyo. Haya, alipohuyu ya shauri yako, ndakwagamiza kule mingine, angalia, twende <laughs> makubwa harufu <na> yeah, <laughs> anatoa harufu, anatoa harufu kweli, makubwaauuw yani. Amna hata huko wewe kijijini huko wewe wewe wewe. Wewe. Wewe Wewe. Twende twende bwana. Bwana. Ndugu yangu anatoa harufu, angalia, anatoa harufu harufu. Angalia, twende maana unakuja kupata matatizo wewe. Makubwa. <laughs> Mimi siamini mjue <laughs> Watu kama wale wapo dunia hii.

Jata toa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu, mm. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha.